Tumekuwa na mgogoro wa muda mrefu wa ardhi katika eneo la Mabwepande mtaa mpya eneo hili, na mgogoro huu unahusisha waziri mkuu wa zamani mzee Frederick Sumaye pamoja na wananchi e, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wakati akiwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni Mheshimiwa Paul Makonda alichukua hatua ya kuzikutanisha pande zote mbili kwa ajili ya kutafuta suluhu ya mgogoro huo. Baada ya juhudi za muda mrefu, jana mimi kama mkuu wa wilaya ya Kinondoni nimekwenda kuwatembelea wananchi wale wa eneo la Mabwepande kwa ajili ya kujionea na kuwasikiliza na kuhakikisha kwamba tunahakikisha mgogoro huu unapata suluhu ya kudumu. Mzee Sumaye anamiliki shamba la ukubwa wa hekari 33 ambalo halijaendelezwa tangu mwaka 1990, jambo ambalo limefanya wananchi zaidi ya elfu moja na mia nane wakihangaika kutafuta makazi eh, kwenda kuanza kutafuta makazi katika eneo hilo la shamba. Kwa baada ya kuzungumza na wananchi, niliwaeleza dhamira yangu kama mkuu wao wa wilaya kuhakikisha mgogoro yote ya ardhi katika wilaya ya Kinondoni kupitia kamati yangu ambayo inasikiliza migogoro hii siku ya Alhamisi na Jumamosi, tunaipatia ufumbuzi wa haraka ili wananchi wetu waondokane na tabu hii ya migogoro. Wananchi walitoa maombi kwamba wamesikia serikali yao, maeneo mbalimbali imekuwa ikifuta hati za mashamba ambayo yamekaa muda mrefu bila kuendelezwa. Kwa hiyo wakaniomba kwamba nimuombe ama nifanye utaratibu wa waku, kufikisha jambo hili kwa waziri wa ardhi mheshimiwa Lukuvi. Kwa hiyo nilifanya hivyo na niliwasiliana na mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba jambo hili liloniachia na, na tamani lifike mwisho, na hivyo tukamwomba mheshimiwa mkuu wa mkoa sasa aweze kutusaidia kumwomba mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya ardhi, mheshimiwa Lukuvi afike kuwasikiliza wananchi wa Mabwepande na kuhakikisha mgogoro ule unapata ufumbuzi na unafika mwisho. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, baada ya kufanya naye mawasiliano nikiwa katika mkutano ule pale Mabwepande, alipokea aliipokea ombi langu kwa niaba ya wananchi wale wa Mabwepande na kuhakikisha na kunihakikishia kwamba ndani ya siku chache e, mheshimiwa waziri wa ardhi e, mheshimiwa William Lukuvi atafika katika eneo la Mabwepande kwa ajili ya kuleta ufumbuzi wa kudumu wa mgogoro huu ambao tumekuwa tukiushughulikia kwa muda mrefu. Ni imani yangu kwa uchapakazi wa mkuu wangu wa mkoa wa kwa kasi aliyonayo na dhamira ya mheshimiwa rais ambayo sisi tumejipanga kuitimiza. Mgogoro huu ambao umekuwa ni wa muda mrefu kati ya bwana Sumaye na wananchi, sasa unakwenda kupata ufumbuzi wa kudumu kwa sababu waziri mwenye dhamana ya ardhi anayo mamlaka kwa mujibu wa sheria ya kuchukua hatua stahiki kwa hati ambazo zinaonekana zinaleta migogoro na mashamba ambayo hayajaendelezwa kwa muda mrefu. Naomba nitumie fursa hii kuwataka wananchi wa Kinondoni kuwa na imani na kuwa watulivu. Tumeweka utaratibu wa kusikiliza migogoro ya ardhi kila Alhamis na Jumamosi, na hadi sasa katika kipindi cha miezi miwili ambacho nimekaa madarakani tumesikiliza migogoro zaidi ya mia moja ambayo iko katika hatua mbalimbali mbali za, za kuimaliza iko ambayo tayari tumeimaliza iko ambayo iko katika hatua za kati na iko ambayo inaendelea kusikilizwa na kamati ya wataalam ambayo inajumuisha maafisa ardhi, wanasheria, maafisa mipango miji pamoja na wataalam wengine kutoka manispaa. Dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba Kinondoni chini yangu kama mkuu wa wilaya na nahakikisha migogoro yote ya ardhi tunaimaliza kwa wakati na tunahakikisha wananchi wetu hawaendelei kukumbwa na adha za migogoro hii kadri siku zinavyoendelea.